Uwezo wa uongozi ni pale kunapokuwa kuna hoja ya serikali ambayo eh, labda upinzani. Kwa sababu kumbuke sisi tulikuwa kwenye mabunge yale ya moto kabisa yale wakati ule eh, upinzani ambapo mkali wa kina Dr. Slaa, upinzani wa kina Tundu Lissu, upinzani wa kina Lema, kina Mnyika, kina Mbowe, eh, unamuona Jenista anapokuwa active katika kuhakikisha kwamba analinda analinda maslahi yeah, ya maslahi ya umma kupitia kazi ambazo sera na ilani ya, ya, ya, ya serikali za serikali. Kwa hiyo kusema kweli ni mtu aliyekuwa anaweza kusimamia masuala ya iserikali eh, wakati wote, lakini pia anaipambania serikali, na hii ni inadhirika ina, kwa kazi nzuri ambazo kuvifanya katika vipindi mbalimbali vya mabunge hasa ya huko kuko yuma eh, ni kiongozi wa wakati wote eh, ni ni mtu ambaye anajituma sana, ni mtu wa kujituma wakati wote na shughuli za serikali Jenista ziko kwenye sehemu ya maisha yake, yani hata wakati wote, na sijajua alikuwa na behave vipi nyumbani, lakini ni mserikali na kila mara, yeye ni mtu wa serikali. Nakumbuka amekuwa chifu wetu wetu kwa chifu chifu wetu na baadaye tena mimi ndo nikawa chifu. Ninajua na nafahamu kwamba wabunge eh, wote wanafahamu kwamba Jenista yuko strict namna gani katika masuala ya serikali kwa hiyo kitu cha kujifunza kutoka kwake ni kwamba lazima unapokuwa umepewa jukumu la kufanya lifanye mpaka aliyekupa aone amekupa jukumu dogo. Eh, kwa sababu eh, Jenista ni mfano wa watu wanaojituma, watu wanaopenda kazi, lakini wako serious na kazi anayekuwa amepewa.